Naitwa Boazi Ibrahim ni mchungaji wa kanisa la FPCT natokea Dar es Salaam. Sawa, pasta pengine umeshaisikia tatizo linaloitwa dyslexia. Ah, uh, ni kweli nimelisikia tatizo hilo ambalo kwa Kiswahili ni ile hali ya watu kuwa na ugumu katika kusoma. Tatizo hilo lipo na hasa linatokea kwa watu wengi wakiwa shuleni, na hasa watoto watoto wadogo wanapoanza shule. Kuna ambao wana, wana, wanawahi kujua kusoma, lakini wengine wanachelewa kujua kusoma. Kwa hiyo hilo tatizo kwenye jamii lipo, na ni vema wazazi wakalifahamu kwamba hilo tatizo lipo na ili wanapoona mtoto wake mtoto wao au watoto wanakuwa hawaelewi kwa urahisi wakajua kwamba kumbe ni tatizo la ugumu katika kujua kusoma. Sasa wewe ni mchungaji na unakutana na makundi mbalimbali ya mbali hasa huduma uh, yako. Ndiyo. na pia makundi ya watoto pengine uh, ili tatizo umeshawahi kugundua kwenye kanisa, na namna gani ambavyo umeweza kuwasaidia kwenye tatizo hili? Asante ah, sana. Ni kweli kwamba ni mchungaji ambaye ninakuwa pia wakati mwingine nadiri na watoto na ninafahamu kuna baadhi ya watoto ukiwapa maswali Jumapili kama ya leo, ukawaambie Jumapili ijayo walete eh, majibu au waje na vitu ambavyo umewafundisha wamevikariri, wengine hawawezi kabisa. Kwa hiyo tunagundua kumbe kuna wanao jua kusoma kwa haraka au wanadaka kwa haraka taarifa fulani na wengine ni ngumu sana kwenye hilo eneo. Na ushahidi tu ni kwamba kuna mtu mmoja sasa hivi, sasa ni kijana mkubwa ambaye akiwa mdogo alikuwa hafanyi vizuri wakati, e, wakati mwingine tunaita slow learner. Alikuwa ana ana ugumu sana kujifunza, anajifunza kwa taratibu sana, na wazazi walikuwa wanamchapa, walikuwa wanampiga lakini baadaye alipokuwa akaenda kidato cha kwanza akamaliza cha nne, akaanza kuwa ni mtu anayeelewa sasa kuliko vile alivyokuwa mwanzo, na akaenda hadi chuo kikuu. Lakini ni ukweli kwamba mwanzoni akiwa mdogo alikuwa hawezi, alikuwa na ugumu katika kusoma. Kwa hiyo shida hiyo ipo kabisa. Naam, pengine sasa mnapogundua shida kama hiyo mnawasaidiaje wale ambao wanapita sasa kwenye changamoto hiyo kama nafasi ya kanisa hasa kuwasaidia wale ambao wanapitia kwenye changamoto hii. Asante. Sisi kama wachungaji tungependa kushauri pia, kwanza kushauri wazazi kwamba wajue hilo tatizo lipo kwa watoto, na ikitokea mtoto wako unaona hawezi kunasa vitu kwa haraka, hawezi kujua kusoma kwa urahisi, unatakiwa kugundua kwamba ana hili tatizo la ugumu wa kusoma na kama ukishajua, na hili tatizo, dawa sio kumchapa sana, dawa sio kumpiga sana. Na wengine wanawatukana watoto wao wanawatusi matusi eh, magumu sana eh, kitu ambacho kinamfanya yule mtoto ajisikie vibaya, kwa sababu hafanyi vile kwa makusudi, na yeye angependa kufahamu kama watoto wengine. Sasa ikitokea anatukanwa, anapigwa badala ya kumsaidia ndiyo kwanza unazidi kumwongezea hali ya kuto kujua kabisa. Kwa hiyo ushauri ni kwamba ukimwona mtoto katika hali hiyo ni vizuri, uh, mwalimu wake mlezi apate taarifa, ili ajue namna ya kuchukuliana naye, ajue namna anaweza akaendana na huyu mtoto, kwamba si kama watoto wengine. Umeuliza swali, yeye hawezi kujibu kwa urahisi. Dawa sio kumchapa fimbo, dawa sio kumtukana. E, ni kujua kwamba huyu mtoto ana tatizo la ugumu wa kusoma. E, kama ana tatizo la ugumu wa kusoma basi umsaidie kwa taratibu. Umsaidie kwa taratibu. Na huyu mtoto baadaye akinasa kitu huwa hakiondoki. E, na kuna watu wengi maarufu duniani ambao walikuwa na haya matatizo. Lakini sasa hivi ni watu wengine kabisa, ni watu wazuri tena, wana uwezo na maarufu. Lakini mwanzoni kwenye utoto wao hawakuwa vizuri kabisa. Na ushauri wangu mimi ni kama nilivyosema, kwamba kwanza wazazi lakini pia na sisi e, wachungaji, pia tutoe elimu kwa wazazi, maana ndio tunaowafundisha wazazi. Sisi kama wachungaji tutoe elimu kwa wazazi ili wakiona hali hiyo wasiwapige watoto. Imefika mahali watoto wengine mpaka wanataka kukimbia nyumbani kwao, kwa nini anakosea, lakini ha, hataki kukosea eh? Anaambiwa fanya hivi au soma hili eneo, mtoto hawezi, na anafikiri baadaye nyumbani itakuwaje, anaona dawa akimbie. Kwa tunaweza tukazalisha watoto wengi wa mitaani wanaotokana na hofu za wazazi. Kwa kama mchungaji nitoe ushauri kwamba wazazi, tuwe karibu sana na watoto wetu ili tujue kama wana tatizo la ugumu wa kusoma, tuweze kuwasaidia taratibu. Dawa nimesema, sio kuwapiga sana. Dawa sio kuwatukana sana. Dawa ni kuwasaidia, na tuwe na muda wa kukaa na hawa watoto, itasaidia sana, hasa wazazi wengi wako bize. Wao wakirudi kutoka kazini, hiki kitu mbona hujafanya? Ni fimbo, ni matusi. Kwa hiyo haisaidii sana Ushauri wangu tutambue, tatizo hilo kuwa lipo na tuweze kuwa na ukaribu na hao ili tuwasaidie.